Vile mheshimiwa uh, mgeni rasmi, niseme tu kwamba michezo hii imeleta mchango mkubwa sana kwenye riadha. Mashindano haya leo tunawaona uh, hawa vijana chipukizi wako hapa. lakini uh, kuna wanariadha kama kina Magdalena Shauri ambaye hivi karibuni amefanya vizuri kwenye mashindano ya riadha ya Chicago Marathon. Alianza kama nyie, na mnaona picha zake zimewekwa pale kwenye kumbukumbu za mashindano haya Ladies First ni kati ya mwanariadha alianza na mashindano haya. Leo hii anashikilia rekodi ya taifa ya marathon ya masaa mawili dakika 18 sekunde tatu. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu ametokana na mashindano haya. Kwa haya mashindano yana mchango mkubwa sana kwenye tasnia yetu ya riadha. Sasa nyie leo a, mtakuwa kina Magdalena wa kesho. Leo hii Magdalena anapata a, a, mafanikio makubwa ya riadha ni, a, ni kwa sababu ametokana na mashindano haya. Kwa hiyo sasa nyie mnapaswa kuiga mfano wa Magdalena. Mkifika huko mikoani, msiache tena mazoezi, mwendelee na mazoezi, mwanze kujiandaa kuanzia mashindano baada ya mashindano haya. Mtakapofika kule mikoani, kwa kushirikiana na walimu na makoches, mwendelee na, mwendele na mazoezi mikoani.